Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni mbili, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema uinjilisti wa Nuhu. Petro anatukumbusha kwamba wengi watakuwa hawajajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Kristo kwa sababu hufumba macho yao wasione. Petro wa Pili sura ya tatu aya tano. Kile kilichotokea katika gharika leo ingawa ulimwengu unayo kumbukumbu ya pamoja ya gharika kubwa, yaani idadi ya kushangaza ya tamaduni za ulimwengu usimulia kisa cha gharika yenye kuharibu, kuanzia kwa Wayunani wa kale hadi kwa Wamaya, kisa cha Nuhu leo labda ni moja ya masimulizi ya Biblia yanayofanyiwa dhihaka sana. Kama ilivyotabiliwa, ulimwengu kwa makusudi unaweka kando kisa hiki kama hadithi ya kubuni, ya uongo bila kujali jinsi inavyoelezewa kwa wazi sana katika Agano la Kale na inarejelewa mara nyingi katika Agano Jipya. Yesu alisema kwamba hali ya ulimwengu ingefanana na siku za Nuhu katika Mathayo 24:37 hadi 39. Linganisha kifungu hiki na Mwanzo sura ile ya sita ya kwanza hadi ya nane. Hali za kimaadili zilizopelekea gharika zilikuwa zipi? Kuna ufanani gani kati ya nyakati hizi mbili? Kuna somo lingine muhimu kwa watu wa Mungu waliosalia wa siku za mwisho linalotokana na kujifunza kwa makini. Waibrania sura ya 11 ya 7 inatuambia kwamba Nuhu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Hebu fikiria unahubiri kwa zaidi ya karne moja bila mafanikio, ila familia yako mwenyewe ndani ya safina. Ikiwa Nuhu angekuwa mwinjilisti wa zama hizi, tungeweza kumfuta kama mtu aliyeshindwa. Miongo mingi ya kuhubiri na kile ambacho kingeonekana kama kutokuwa na matokeo. Jambo jema ni kwamba kwa sasa Sehemu nyingi za dunia zinaitikia sana ujumbe wa malaika watatu. Kuwafikia watu kiwinjilisti, kuhubiri ujumbe wetu wa pekee wa masalio unaonekana kuwa wenye ufanisi wa kushangaza katika maeneo mengi na wengi wanatokea kumjua Bwana. Bado hatujafika mahali ambapo hakuna matokeo, ingawa tumeambiwa wakati unakuja ambapo kazi ya upelelezi itafikia kikomo na mlango wa rehema utafungwa. Hivyo katika sentensi moja fupi, na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini, mlango ukafungwa, tunachukuliwa na kupitishwa katika huduma ya mwisho ya Mwokozi hadi wakati ambapo kazi kubwa ya uokovu wa mwanadamu itakapokamilika. Ellen G. White, pambano kuu, kurasa 355. Hadi wakati huo tunayo kazi ya kufanya kama kanisa. Tunawezaje kujifunza kutovunjika moyo ikiwa kazi zetu za uinjilisti binafsi hazionekani kuzaa matunda mengi kwa sasa? Kwa nini ni lazima tuendeleze juhudi zetu? Tazama injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 4 ya 37. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Kwa neema ya Bwana, tukutane kwa mada ifuatayo inayosema kisa cha Sodoma na Gomora. Mungu atubariki sote.